Sasa ambapo mwanasiasa na mfanyabiashara wa Kasipul Philip Aroko hatimaye alifikishwa mahakamani zaidi ya saa 24 baada ya kukamatwa kuhusiana na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Kuchelewa kufikishwa mahakamani kwa Aroko kulisababisha mvutano mkubwa wa mahakamani kwa siku mbili, huku mawakili wake wakitaka kujua aliko. Na kama anavyotuarifu Ben Kirui, Aroko atazuiliwa kwa siku saba, huku washukiwa wengine wakipewa siku ishirini. So, yeah, yeah. Saa chache baada ya mahakama kuu kutoa amri ya kumshurutisha inspekta jenerali wa polisi kumwasilisha mwanasiasa Philip Aroko mahakamani, maafisa wa polisi walimfikisha katika mahakama ya JKIA mwendo wa saa tisa alasiri. Ghafla Aroko akionekana baada ya shinikizo kuongezeka kutoka kwa mawakili wa upande wa washukiwa waliokuwa wakitaka kujua aliko tangu walipokamatwa siku ya Jumatano usiku, Aroko hakujulikana alikokuwa. Kulingana na upande wa mashtaka, Aroko ametajwa kuwa mshukiwa mkuu si tu kwa madai ya vitisho alivyotoa dhidi ya mbunge Charles Were, bali pia kwa kile wachunguzi wanasema ni kwamba alikuwa mfadhili mkubwa wa operesheni iliyopelekea mauaji ya Were. Awali, kizaza kilishuhudiwa baada ya mawakili wa upande wa mashtaka na washukiwa kutofautiana. Mawakili wa washukiwa waliwasilisha ombi kumtaka hakimu mkuu Irene Gichobi ajiondoe kwenye kesi hiyo. Uamuzi the the kuhusu ombi hilo utatolewa Jumanne ijayo. Washukiwa wengine watatu waliokubali kesi kuendelea watazuiliwa kwa siku ishirini ili kutoa nafasi ya uchunguzi kuendelea. Baada ya siku mbili za kizaazaa mahakamani, hatimaye washukiwa wote wanaohusishwa na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ongondo Were wamefikishwa mahakamani. Hata hivyo, uamuzi wa kuwaweka kizuizini washukiwa wengine wawili ingali kutolewa. Hii ni baada yao kutaka hakimu kujiondoa kwenye kesi hiyo. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi.